Lazima utakutana naye, lazima utakutana naye leo. Haleluya! Hebu msalime jirani yako, mwambie Bwana Yesu anakupenda, mwambie wewe ni wa thamani, mwambie umejiandaa, mwambie umejiandaa kukutana na Bwana. Barikiwe sana.

Haleluya. Amen. Amen. Karibu kwa ajili ya ushuhuda. Ni saa shuhuda hii sasa. Amen. Biblia inasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Hivyo overcame by the blood of the lamb. Na kwa neno la ushuhuda. And by the word of testimony. Ushuhuda wako ni uinjilisti. Your testimony is an evangelism.

Baba. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe wazazi wangu wa kiroho. Amen. Baba, kwanza kabisa namshukuru Mungu. hmm. Mimi na familia yangu sisi wote ni wazima, tuna afya njema kabisa. oui. Na shuhuda yangu ya pili baba, hmm. Namshukuru Mungu maana hmm. niko hapa mahali sahihi. Amen. na miaka ya nyuma nilifanya ni operesheni tano. Katika operesheni tano hizo baba, ndiyo. nilikuwa nikifanya ikifika ile tarehe ya kuyangu ya ku bleed mm, naona siku zangu kama kawaida. hii shuhuda yangu baba ina kakasi kidogo mm, lakini Mungu naamini kuwa ametengeneza baada ya kuwa na bleed kila mwezi ukifika kwenye zile operesheni sasa operation ya mwisho ambayo nilifanyiwa elfu mbili na kumi na nane elfu mbili na kumi na nane na Baba ulinipa kibali nikaenda nyumbani. Karibu mwanangu, Mungu akutangulie ukafanikisha jambo lako. Nakumbuka kuna vikombe ulivitoa baba, uliweka picha. Mimi nilikuwa nimelazwa Mwananyamala. Nakumbuka kuna watumishi wa Mungu alikuja kunihudumia pale, niko hospitali. Na vikombe vyebovu vile nakumbuka uliviuza. Lakini kimoja tu watu waliking'ang'ania sana. Lakini, baba, kile kikombe kujakitoa. Kombe kilikuwa ni cha kwangu mimi. Nilipofika hapa baba, nikakusalimia nikakuaga, ukaniambia mwanangu, chukua hiki kikombe. Ukifika huko utakuwa unanywa chai hata maji. Baba, kweli kile kikombe kilinisaidia sana. Lakini yote kwa yote baba, namshukuru Mungu sana. Namshukuru Mungu sana sana sana. Maana baada ya kufanya operation yangu ile ya mwisho, ambayo ni kubwa kuliko zote, nikamuuliza sister, sister, mbona nimefanya operation hii? niko na mme wangu hapo, nikitarajia kwamba operation ile ambayo nimefanya ya mwisho, nikimaliza tu Mungu atanifanyia jambo jipya ambalo nahitaji kwenye moyo wangu. Basi daktari akaniambia Yemi, mshukuru Mungu tu hata hivyo ulivyo Nikamwambia kwenda sema hivyo. Dokta akanambia mshukuru Mungu tuemi hata hivyo ulivyo, ni neema. Hata hivyo ambapo umepona kwenye operation hiyo kubwa hivyo ambayo haikutarajiwa kabisa kabisa. Mimi sikujua kama ungetoka, lakini Mungu wako naye mwabudu mahali unapoabudu, mwanangu, usiache, endelea kunyenyekea mahali hapo. Baba, namshukuru Mungu sana alivyoniambia vile kwa sababu alikuwa nahitaji kubwa sana baba, yani nililia sana, nililia kweli. Yani nililia. Akaniambia lia tu wewe, milia tu, maana najua na unacholia na unalilia nini. Mume wangu akaniambia hapana mke wangu, tumshukuru Mungu kwa hiki, maana Mungu ndo anayefanya yote. Nikamwambia sana mume wangu, lakini moyo wangu ulikuwa ukitamani hilo jambo. Basi nimerudi nyumbani, sikumshirikisha mama yangu, nijua mama ataumia sana. Mwana mama alikuwa akiniuliza, je, hawajafanya hivyo, hawajatoa kizazi? Nikamwambia hapana mama, hawajatoa. Sasa mbona hubleed mwanangu? Nikamwambia mama, muda atakuwa haujafika. Lakini nikawa nikikaa hivi mwenyewe, nikawa nalia sana, nikamwambia Mungu, mbona unajua hitaji langu, mbona imekuwa hivi? Basi Baba, baada ya miaka yote hiyo sijaona siku zangu kabisa.